Bima pub. Urahisi wa maisha kwa jina, ninaitwa Merysiana James Thomas mwenyeji kutoka mtaa wa Izengabasunga. Hivi mimi ninaombe, kuna watoto walemavu katika kata ya Bukondo na ni wengi, ni wengi, ni wengi. Sasa kuna kipindi walituita ili kwa ajili ya kutupa huduma, lakini wengi walishindwa kuvumilia, maana safari zilikuwa ni nyingi za kutuita ili kufika kupewa ma maelekezo. Nikafaulu mimi tu hapa, ninaposema ninaye mtoto mlemavu, nilifuatilia, hatimaye akapewa baskeli na sasa analetwa na vijana ambao ni kaka zake kumfikisha shule ya msingi Busaka. Pamoja na hayo, inafika sehemu anakotoka ni mbali, anachoka mtoto yule, hatembei, ni wa kubeba kuweka kwenye kile kibaisikeli, anachoka. Mfano akipatwa na homa Ma, hata ninyi mnajua viongozi, mwili ukitoka kwenye homa, hata wewe ambaye una viungo vimekamilika kuna kuwepo uchovu. Sasa yeye kati ya alivyo na umbile lake inakuwa ni shida, sijajua ni uchovu gani. Siku hizi anya akipelekwa siku mbili tatu anashindwa kukaa, wakifika nyumbani anakuwa ni wakulala tu hapa ninaposema hata leo hajafika shuleni. Mwalimu mkuu nahisi yupo hapa, ameshaona kwamba neema hajafika shuleni, alikuwa na homa. Lakini sasa kukaa kwenye baseli siku hizi anashindwa. Kwa vile huko hapa na hao walemavu tunao, jamani, utusaidie nao, ni binadamu mtupe Jamani, huduma ya hao watu, na sio mimi tu, bado kuna wengine. Yani kata ya Bukondo kuna walemavu wengi tu hawajapata huduma. Mkuu wa msafara, naomba kuwasilisha. Kwa namna ambavyo, pamoja na kuwa na mtoto mwenye changamoto ya ulemavu, hujataka kumficha, umemuibua na umetaka apate haki ya kupata elimu, na sisi kama serikali tunaweka mkazo sana kwenye eneo hili. Nikutie moyo, hupasi kukata tamaa. Mungu ana kusudi na maisha ya kila mmoja wetu, na Mungu ndo amekuchagua kukupa huo mtihani, na wako watu wengine pia wamechaguliwa na Mungu amepewa mitihani mingine tofauti. Wajibu tulionao ni kuendelea kushirikiana ili kuhakikisha mtoto huyo anaendelea kupata elimu, na kwa wazazi wengine pia tujenge utamaduni huo pale ambapo una mtoto ana changamoto ya ulemavu usimfiche, mwibue apate huduma ya elimu. Wakati mwingine huwa kunakuwa kuna, kuna mahitaji ya baiskeli. Ofisi ya mkuu wa wilaya, mkurugenzi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo Plan International, wenzetu wa Neliko sijui huwa tunashirikiana kwa pamoja ili kutafuta baiskeli na kuwapatia watu wenye mahitaji maalum na serikali hii ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inatambua uwepo wa watu wenye mahitaji maalum, wanaendelea kupewa fursa mbalimbali kwenye sekta ya elimu, lakini hadi kwenye mikopo ya halmashauri, watu wenye mahitaji maalum wenye ulemavu wanapewa mikopo ili waweze kujiendesha. Na mtu anaweza akashangaa kwamba mtu mwenye mahitaji maalum anaafanyaje shughuli. Wako watu ambao wanajishughulisha mimi ninakumbuka tukiwa kule na Chingwea tuliwahi kukopesha watu wenye mahitaji maalum kwa kuwajengea mashine ya kusaga na kukoboa, tunawakopesha fedha, lakini mnawajengea kabisa, wao kazi yao inakuwa ni kusimamia tu, wanakusanya mapato yao, ile faida wanaitumia na fedha nyingine za kwenda maeneo mengine. Nitoe rai kwa mtendaji wetu wa kata na watendaji wa vijiji, mnapoona tuna watoto wenye mahitaji maalum wanakwama kwenda shuleni, hebu muweze kuwafikia mweze kuwabaini, tunawasiliana na ofisi ya mkuu wa wilaya, ili kwa pamoja tunapopata wadau basi tunakuwa tunasambaza zile baisikeli kwa namna ambavyo zinakuwa zinapatikana. Ndugu zangu, kila mmoja ana jukumu la kuwasaidia watu hawa. Uko msemo wa Kiswahili unasema hujafa hatujui, lini na na na wakati gani unaweza ukapata ulemavu, na kwa sisi ambao bado tunaendelea kuwa na uzazi, hatujui lini Mungu ataturuzuku watoto wenye ulemavu. Lazima kila mmoja aguswe kama ambavyo mama huyu ameguswa. Kuna changamoto ya kuumwa. Nadhani DMO. Sasa kamaambia mfawidhi. Mama hapa anasema mtoto kila siku za kwenda ni kama anapata uchovu wa hali ya juu. Sasa ni huduma ya kawaida tu kumfikia mtoto kumpa medical check up. Kama ni ya hapa ama ni, ya, ni ya hapo e, kwenye kituo cha afya apelekwe atizamwe then tunaweza kushauri Eh, huduma gani anastahili zaidi. Kwa hiyo tusiwaache peke yao, tushirikiane nao hawa watu ambao wana changamoto hizi. Kwa hiyo nadhani mfawidhi awajibike kumuona huyo Neema kwa kushirikiana pia na mfawidhi wa kituo cha afya Chikobe, kama kuna changamoto zaidi tuweze kushauriana ili kwa pamoja tumsaidie binti yetu aendelee kupata huduma ya elimu. Asante sana mama, kwa kuibua hoja na Mungu akuimarishe upate nguvu ya kumlea mtoto. Vikindu New Village wanawaletea viwanja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 nasi kwa simu namba 0762042571 au 0714586642. Instagram wanapatikana ati Vikindo underscore new underscore village 001. Ukiwaza kiwanja waza Vikindo new village. Kikikiki, kiboko kabisa.